tia mpango kazi ambao tutakuwa tumeainisha utatusaidia kufanya ufuatiliaji wa karibu lakini pia itatusaidia kuona kumonita idadi ya makundi maalum ambayo yanaingia kwenye utekozai. Huyu ni kaimu katibu tawala wa mkoa wa Iringa, Eliya Luvanda, akiwataka maafisa maendeleo ya jamii pamoja na maafisa manunuzi kuhakikisha wanawajengea uwezo makundi maalum yaliyolengwa na serikali ili yaweze kunufaika kamilifu na fursa ya asilimia thelathini ya ununuzi wa umma Luvanda ametoa wito huo wakati wa kufunga mafunzo maalum kwa maafisa hao yaliyolenga kuwawezesha kuibua kuyaandaa na kuyasajili makundi maalum ili yaweze kushiriki kamilifu kwenye mchakato wa kupata tenda mbalimbali zinazotolewa na halmashauri ama taasisi za umma nia ya serikali ili kutengeneza uchumi jumuishi imekwenda mpaka kuiangalia makundi maalum ili yapate nafasi kwenye manunuzi yanayofanyika kwenye kandarasi mbalimbali, bidhaa na huduma zinazotolewa na serikali, kutoa nafasi kwenye haya makundi maalum na yenyewe yaweze kushiriki, ili taasisi zinazotekeleza miradi ya serikali zinapata bidhaa Utuma. Utuma haya makundi maalum. Kwa upande wake afisa Tehama mwandamizi kutoka Mamlaka ya Udhibiti wa Ununuzi wa Umma PPRA Damas Makweba, amesema mafunzo hayo yameandaliwa ili kuwajengea uwezo maafisa maendeleo ya jamii na wakuu wa vitengo vya ununuzi kutekeleza sera inayotaka taasisi zote za umma kutenga asilimia thelathini ya zabuni kwa makundi maalum. makundi maalum ni makundi ya vijana, wazee, wanawake na watu wenye ulemavu. Hii ni sera ya serikali ambayo imewekwa kwa mkakati ya kwamba kila taasisi nunuzi ya umma lazima itenge asilimia thelathini ya bajeti ya ununuzi wa umma ili kwamba iweze kuwafikia walengwa hao wa makundi maalum. Na hii ni sera ambayo imeanzishwa na serikali kupitia Rais Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kwa ajili ya kuinua kipato cha chini cha wakundi maalum ya walengwa hao. Hiyo basi leo tumekutanika hapa na kuunganisha na halmashauri zote za mkoa wa Iringa ili kuwajengea uwezo, na baada ya hapo waende wakawaibue na kuwatembelea makundi maalum na kuwafundisha fursa zilizopo ili ya kwamba waweze kushiriki katika kujenga taifa kupitia sera ya ununuzi wa umma. Saida Mgeni ni afisa maendeleo jamii kutoka ofisi ya mkuu wa mkoa wa Iringa. Amevitaka vikundi vya watu maalum kujiamini na kuomba tenda zinazotolewa na halmashauri pamoja na taasisi nyingine za umma, akisisitiza kuwa fedha za asilimia thelathini zipo na zimetengwa rasmi kwa ajili yao. Hiyo inataka asilimia, sab, asilimia sabini zinakwenda kwenye makampuni, lakini asilimia thelathini za manunuzi zinatakiwa vikundi hivi vya kijamii ndo viweze kunufaika, viku, kutumia hiyo asilimia thelathini kwa maana ya zile tenda zote ambazo zinatolewa na halmashauri zinatolewa na taasisi za serikali wanaruhusiwa kuomba ili waweze kutoa huduma, ujuzi pamoja na vifaa. Kwa mfano halmashauri linapojenga shule, anayeweza kusupply matofali, bati, milango na vitu vingine. Tumezoea kwamba aa ma, ah, makampuni makubwa ndio yanayofanya hizo shughuli, lakini kwenye hii asilimia thelathini vinatakiwa vikundi vishike hizo tenda na viweze kusupply hizo. Hata hivyo mkuu wa idara maendeleo ya jamii al yiringa, al ya halmashauri ya manispaa ya Iringa, Mwatumu Dosi, amesema halmashauri yake imekuwa ya mfano mpaka sasa, kwani tayari vikundi sita vimekwisha sajiliwa na kimoja tayari kimeanza kunufaika na mpango huo wa serikali. Kwa halmashauri ya manispaa ya Iringa, e, mpaka kufikia leo tumeshasajili sajili vikundi sita na kikundi kimoja kimeshaanza kunufaika na e, hii fursa ya manunuzi ya serikali, huku mkuu wa maendeleo ya jamii wa halmashauri ya mji wa Mafinga, Msuya Elias, akisema bado kuna changamoto zinazokabili baadhi ya makundi, ikiwemo uelewa mdogo kuhusu usajili na mchakato wa kuomba tenda, ada ya usajili wa shilingi laki moja pamoja na baadhi ya maafisa maendeleo kushindwa kutimiza majukumu hiyo ipasavyo. Vikundi hivi sio kwamba havipo, vipo, lakini kuna wakati pengine hatujatimiza wajibu wetu sisi kama wasimamizi wa vikundi hivi. Lakini kingine ni ule uelewa mdogo wa vile vikundi ambavyo pengine wanaona kabisa kwamba wakisajiliwa na wakaingia kwenye mfumo, pengine kwenye tenda wanaweza waka wasipate. Hiyo ndio hofu ambayo walionayo.